Sisi ni kama watoto yatima, tunahitaji mahitaji ya shule. Hapa ni moja kati ya nyumba ambayo wanapolelewa watoto yatima kutokea hapa kata hii ya Chuno Manispa Mtwara Mikindani, na watoto hawa wapo chini ya Baraza Kuu la Waislamu Wanawake mkoa um, huu wa Mtwara, ambapo ofisi yao pia ipo nyuma ya ofisi za TRA. Tumefika hapa lengo kuzungumza nao lakini pia kuweza kufahamu kwa namna gani ama kuelekea kwenye kufungua shule hapo Januari, wamejipangaje juu ya kuweza kupata mahitaji lakini pia kuweza kuhudhuria masomo. Lakini kubwa ambacho kimezungumzwa hapa, watoto hawa pia wanahitaji mahitaji ya shule. Sasa we mdau, ambaye pia unatazama video hii, kama nafasi unayo unaweza kutembelea ofisi za baraza kuu la Waislamu wanawake kwa hapa mkoa wa Mtwara, ambapo zipo nyuma ya TRA, uweze kutoa msaada wako, lakini pia tukamsikia hapa moja kati ya kiongozi ambaye pia anaongoza watoto hawa. Je, changamoto kubwa haswa ipo namna ipi? Tukamsikia mama mlezi kwa kile ambacho amekieleza juu ya changamoto ambazo wanakutana nazo wanapokuwa natekeleza ibada hii ya kuwalea watoto hawa yatima kutokea hapa manispaa Mtwara Mikindani. Kwa majina naitwa Zuleha binti Nurudini, natokea Mtwara. Si, mimi ni mlezi wa watoto watoto ambaye wanatuhusu jamii nzima kuweza kuwahudumia, ambaye ni watoto wa yatima na watoto wenye mazingira magumu. Nimejitambulisha kwenu ndugu zangu, ili tuweze kusaidiana kuhusu watoto hawa ambayo jamii nzima inabidi tuwahudumie, ambayo ni wajibu wetu. Ukiwa na, ukione, ukiwa na watoto yatima, watoto wenye mazingira magumu, wakawa wanaishi kwenye mazingira ambayo ya kutatanisha na sisi tupo kama wazazi. Kusema kweli sisi tumeliona wenzenu, ndugu zenu. Tunaomba tusaidiane katika hili. Tunaomba msaada mkubwa katika kuendesha gurudumu hili la kuwahudumia watoto hawa, wanahitaji mahitaji makubwa wanahitaji huduma za chakula, huduma za mavazi, vifaa vifaa vya shule, yaani malezi makubwa, kama tunaye walea watoto wetu wengine, tukiwa nao majumbani, waweze kuyapata na wao watoto hawa waweze kujiona kwamba na wao wapo katika jamii na watambulike vizuri na wajione kwamba na wao wana wazazi ambao ndio sisi tunatakiwa tuwalee. Baada ya kuliona hili, kuona watoto hao wanaishi kwenye mazingira kama haya, kutokana na kazi zetu sisi wakina mama wa baraza mkoa wa Mtwara, baraza la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Mtwara, tukaamua katika programu zetu tunazoziendesha pamoja na kuhudumia jamii nzima, tukaona tu, jamii mojawapo ni kuwachukua watoto hao kuweza kuwahudumia watoto yatima, watoto wenye mazingira magumu. Kikubwa ni kwenye mambo ya huduma za kijamii waweze kuzipata. Kama hivi shule zinataka kufunguliwa, tunahitaji uniform, madaftari, peni yani chochote mtu utakachojaliwa tunaomba msaada wenu tuweze kushirikiana katika ili ambaye ni kazi aliyeifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukaamua kuiendea ibada hii, mama zangu, ndugu zangu, baba zangu, dada zangu, ili wote tuweze kushirikiana katika ili hii. Ni ibada kubwa tunayoiendea kuweza kuifanya katika kufanya ulezi huu kwa, kwa sasa hivi kwa kwa haraka haraka watoto tuliokuwa nao wanaosoma wako karibu sabini hmm. E, sekondari kama sikosei. Sasa hivi tunao watoto thelathini shule ya msingi hamsini wote wanahitaji mahitaji. Tumezungumza na baadhi ya watoto yatima ambao pia tumewakuta kwenye hii nyumba ambao pia ipo hapa kata hii ya Chuno na, na, na nyumba hii pia ukitazama hapa huyu uh, mama na watoto zaidi ya kumi anawalea. Yeye kama yeye anawapa mahitaji yote ya msingi ambayo anapaswa kuitoa. Tukasikia watoto hao ni ambacho anakizungumza juu ya kuhitaji mahitaji haya ya shule hasa kuelekea Januari mwaka 2026. Bismillahirrahmanirrahim, wajana naitwa Rahma Saidi Anis, nasoma shule shule ya sekondari Chuno, kidato cha pili. Sisi ni kama watoto yatima tunahitaji mahitaji ya shule kama uniform, peni penseli viatu na madaftari. Wadau kama wadau tunaomba ushirikiano wenu, kama sisi yatoto tunaomba vi, vitu vya shuleni mahitaji ya shule tuweze kufika malengo yetumnshitanrajimbismlah rahmanirahim kwa majina <mahe> naitwa Sofia Ismail. ni moja kati ya mtoto yatima sisi kama watoto yatima tunahitaji hmm, tunahitaji vifaa vya shule kama uniform, madaftari peni penseli viatu na malazi ya nyumbani kama chakula hmm, mavazi na kadhalika. Wadau watatuona pale nyuma TRA katika Baraza la Kiislamu la wanawake. Mimi mwakani kidato cha kwanza ninahitaji hmm. Uniform, viatu, hmm. Begi, pen, penseli mm -hmm. Naomba dau wajitokeze ili right. Tufikishe malengo yetu. Ewe mdau, nafasi nayo ya kuweza kutoa kidogo ambacho pia kiweze kuwasaidia watoto haya yatima ambao wapo hapa mkoani Mtwara. Kwa ukifika unaweza kafika kwenye nyumba hii ama unaweza ukafika ofisi za Baraza Kuu la Waislamu wanawake kwa mkoa wa Mtwara, ambapo lipo nyuma ya TRA au unaweza kunipigia mimi mwenyewe nambari ya simu 0716142143, ilinaweza kuelekeza eneo hili na uweze kukabidhi msaada wako, itakuwa ni vizuri zaidi. Mimi sina na ziada. Naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV bye-bye.